Bwana Yesu atukuzwe, ninakusalimu tena siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kuweza kusemezana tena katika neno la Mungu, na ninashukuru Mungu pia kwako wewe ambao unalisikiliza. Ninashukuru Mungu kwa mahali popote ambapo ujumbe huu utafikia, na ninashukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kukuhudumia. Kwa hiyo ninakaribisha tena katika haya mahubiri ambayo ninayanena katika kipindi cha YouTube na leo hii kuna jambo ambalo Mungu anazidi kutunenea kupitia neno lake. Na ujumbe wa siku ya leo ama yale mambo ambayo tutazungumzia siku ya leo ni kuhusu ni nani aliye mkubwa katika ufalme wa Mungu. Ni nani ambaye Mungu anamhesabu kuwa mkubwa? Unajua hapa duniani kikawaida, hapa duniani watu wakubwa wataonekana ni wale walio na mamlaka, walio na cheo, watu wakubwa serikalini, watu wakubwa katika makanisa. Kikawaida duniani, hao ndio tunawaona wakubwa. Lakini unaweza kuwa wewe ni mbunge, unaweza kuwa ni mtu mkubwa serikalini, unaweza kuwa wewe ni bishop, unaweza kuwa ni archbishop, lakini Mungu anapokuangalia, anakuona mtu mdogo kabisa kule chini. Na kuna mwingine anaweza kuwa pale kanisani, hata ajulikani, hata ajai kuhudumu pale madhabahuni hata hajawahi kutoa hata ushuhuda pale mbele, lakini Mungu anamhesabu kwamba huyu ndiye aliye mkubwa. Kabla sijaingia katika mafundisho hayo, wacha nikupatie ushuhuda mmoja. Kuna mtumishi Mungu wa Mungu alitoa ushuhuda akasema, kwamba kuna wakati ambapo aliona maono ya kwamba kuna watu walikuwa wanapewa mataji. Alienda mbinguni, akaona kwamba watu wanapewa mataji, na watu walipokuwa wanapewa mataji taji yeye yeah, akapewa kataji kadogo. Na kulikuwa na mama pale kanisani hajawahi hubiri pale mbele yeye, yeah, tu anakaa pale nyuma kwa kiti cha nyuma, akapewa taji kubwa nzuri. Yule mtumishi akaona wivu, akamuuliza Mungu, ni kwa nini mmenipatia taji ndogo, na ile kazi niliyoifanya kubwa pale duniani? Nimehubiri injili watu wakaokoka, nimeombea wagonjwa wakapokea uponyaji, mapepo yakatoroka lakini huyu mama kuna jambo alilolifanya, alikuwa tu anakuja nakaa kanisani. Yesu akamwambia kwamba amepewa taji kubwa kulingana na ile kazi aliyoifanya. Akamuuliza Mungu, ni kazi, Yesu, ni kazi gani aliyoifanya? Akamwambia kwamba wakati ambapo ulikuwa unaenda kuhubiri injili, huyu alikuwa anajifunga kula na kunywa, ili watu waweze kuokolewa, wagonjwa waweze kupokea uponyaji, waweze kufunguliwa kwa hiyo wakati nilipokuwa natenda hiyo miujiza nilikuwa natenda kupitia kwa maombi ya huyu bibi ambaye alikuwa anakaa pale kanisani, kale kashosho. Sasa ikawa budi tu mchungaji ni lazima anjikubaliana na kile alichokipata, lakini hapa duniani angeonekana yeye ndiye mtu mkubwa, amehubiri Injili, watu wameokoka. Kwa hiyo tutaangalia kwamba ni nani aliye mkubwa katika ufalme wa Mungu, na tutaanza kusoma kitabu cha Mathayo chapter 20, tutaanzia verse 25 to 28. Mathayo sura 20 tutaanzia mstari wa 25. Lakini Yesu akawaita, akasema mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha. Mstari wa 26. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yoyote anayetaka kuwa mkubwa wenu kwenu na awe mtumishi wenu na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Mstari wa ishirini na nane. Kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Bwana Yesu atukuzwe. Hapo ndipo Yesu anasema kwamba Yesu mwenyewe alipokuja hapa duniani hakuitwa bwana mkubwa Hakuitwa mkuu. Yesu anasema alikuja hapa duniani kutumika na kutoa maisha yake iwe faida kwa wengine. Huyo ndiye Mungu anayemuhesabu mkubwa katika ufalme wa Mungu, ama ndiye anahesabiwa mkuu katika yule ufalme wa Mungu. Sio wale ambao wanatumikiwa. Wewe mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, kama unatumikiwa pasipo kutumika, mbingu inakuona wewe ni mdogo kabisa. Hiyo nafasi ambayo Mungu amekupatia, mtumishi unayenisikiliza, ama yule unayefanya kazi kanisani, Mungu amekupa ile nafasi uweze kutumika na kutoa maisha yako iwe faida kwa wengine. Ndio maana Yesu anasema kwamba kama vile mwana wa Adamu, kama vile Yesu alivyokuja hapa duniani, hakuja kutumika kutumikiwa Alikuja kutumika yaani wakamtumia Yesu, tukamtumia Yesu na vilevile akawa faida kwa wengine. Huyo ndiye Mungu anayemhesabu mkubwa, yule ambaye anatumika, kama huyo mama alikuwa anatumika pale kanisani. Inaweza kuwa kwamba hata wewe uko kanisani, kuna kazi unazozifanya pale kanisani, hazionekani hata na mzee wa kanisa, hazijulikani na pasta, hazijulikani na membership zako, wale mnaoshiriki pamoja, lakini mbingu inaiheshimu ile kazi kuliko vile unavyotarajia. Usijidumishe ndugu yangu na dada yangu. Unajua hata kupangusa viti vya kanisa ni baraka kubwa, unatumika. Maana mtu atakapokuja kanisani ama wapendwa atakapokuja kanisani, kesho yake tuseme ni risa sande, wakute kiti kikiwa na vumbi, wanapokikalia hailetei Mungu tukufu. Wakute kanisa ni chafu, halijaoshwa, hailetei Mungu tukufu. Wewe ni mmoja ambao unatumika kwa ajili ya faida ya wengine maana upangusi kile kiti ama ufanye usafi pale kanisani kwa ajili ya watoto wako, ufanye usafi pale kanisani kwa ajili ya nyumba yako. Umeacha kwako tena kuzuri, unaenda kutumika ili watu wengine watakapokuja kesho yake waweze kupata mahali pasafi, ili mtumishi wa Mungu atakapokuwa anahubiri aweze kute, kuhubiri ama kufanya kazi ya Mungu kwa mazingira iliyo safi. Kwa hiyo hata wewe unajitoa kwa hiyo utashangaa sana we mtumishi wa Mungu naye nisikiliza, unahubiri pale mbele na umetumikiwa na yule ambaye anatumika huku chini. Wakati utakapoenda mbele za Mungu ukute ndiye alifanya kazi kubwa kuliko wewe, maana yeye hakutumikiwa, alitumika na kutoa maisha yake yakawa faida kwa wengine. Alitumika pasipo kujulikana, pasipo kujitangaza na ndiye tunaona kwamba huyo ndiye Mungu anayemhesabu mkuu, yule anayetumika kanisani na anatoa maisha yake yanakuwa faida kwa wengine. Maana Yesu anasema kwamba alipokuwa hapa duniani hakuja kutumikiwa. Maana wapo watumishi ambao wanataka watumikiwe, sio watumike Wacha nikupatie siri, we mtumishi, ukitaka Mungu akuinue ainue huduma yako, apanue huduma yako, acha kutumikiwa. Anza kumtumikia Mungu, utumike na utoe maisha yako, iwe faida kwa wengine. Mungu atabadilisha hiyo mbao na utatumikiwa tu, atabadilisha maisha na utatu, yani watu hata vitu vitakupata na ndio tunaona kwamba tunapoangalia Luke chapter 22, verse 24 to 27. Luka sura ya ishirini na mbili, hebu tuangalie hapo. Luka sura ya ishirini na mbili mstari wa ishirini na nne hadi ishirini na saba. Yakatokea ya mashindano kati yao kwamba ni nani anahesabiwa kuwa mkubwa. Unaona, kama binadamu, yakatokea mashindano. Hao ni wanafunzi wa Yesu, wakati Yesu alipokuwa anasema kwamba ataenda, wakajua huyu ndiye anatuongoza, wakaanza kushindana wenyewe kwa wenyewe, ni nani atakayekuwa mkubwa. Hiyo ndio ilikuwa ndani ya moyo wao, na kwa sababu Yesu alielewa ndani ya roho yao ni nini wanachokiwaza, wanashindania nini? Tuangalie Yesu aliwaambia nini, mstari wa ishirini na tano akawaambia wafalme wa mataifa huwatawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili unasikia wafalme wa mataifa huwatawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili yaani wakubwa unaingia mahali unashimika mpaka mtu anakuabudu kwa sababu eti ni mkubwa mstari wa ishirini na sita lakini kwenu ninyi sivyo bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo na mwenye kuongoza kama atumikae. Maana aliye mkubwa ni yupi? Ni yeye aketie chakulani au yule atumikae? Si yule aketie chakulani, lakini mimi kati yenu ni kama atumikae. Tunaona Yesu anasema yeye kati yetu Yesu alipokuwa hapa duniani, yeye alitumika. Na unajua kutumika ni kitu ambacho dunia ya sasa hivi mtu anakuambia usinitumie bure. Watu hawapendi kutumika, wanapenda kutumikiwa. Mwanadamu wa leo hapendi kutumika, anapenda kutumikiwa. Lakini katika ufalme wa Mungu wewe unayehubiri injili ya Yesu Kristo, unayetangaza maneno ya uzima elewa kwamba Mungu alikuita utumike. Wewe ambao unamwabudu Mungu kwa nyimbo, unamwimbia Mungu, jua kwamba ile position ambayo Mungu amekupatia sio tu uwe na ufahari mkubwa peke yake, uanze kutumikiwa na wanadamu, ni unatumika na kutoa faida. Maisha yako iwe faida kwa wengine. Yesu alitoa maisha yake akafa mpaka msalabani kwa ajili yetu kwa ajili yako kwa ajili yangu, yaani alitoa maisha yake iwe faida kwa wengine, sio kwa faida yake, kwa faida kwa wengine. Yesu alipokuja hapa duniani hakuja kwa faida yake, alikuja kwa faida yetu sisi. Alitoa maisha yake kwa ajili yetu sisi, akafa msalabani, kubeba ule msalaba, akapelekwa Golgota. Yeye alitoa maisha yake kuwa faida kwa wengine na ndiye Mungu anataka huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa Mungu. Huyo ndiye Mungu anayemhesabu kuwa mkubwa. Mathayo chapter 23, verse 10 to 12. Mathayo sura ya ishirini na tatu mstari wa kumi na kumi na mbili. Mathayo sura ya ishirini na tatu mstari wa kumi na kumi na mbili. Wacha tueleze hapo, ndio tuelewe vile Mungu anavyosema na sisi. Mstari wa kumi hadi kumi na mbili wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo, naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yoyote atakayejikweza atadhihiliwa, na yoyote atakayejidhihiliwa atakwezwa. Bwana Yesu atukuzwe. Wala msiitwe viongozi maana kiongozi wenu ni mmoja naye ndiye Kristo, na aliye mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. Huyo ndiye Mungu anamhesabu, yule aliye mkubwa na awe mtumishi. Ndio maana hata kuna wakati Yesu alianza kuosha wanafunzi wake miguu. Imagine yule ambaye anafufua wafu, anafungua vipofu macho, anatakasa wenye ukoma mapepo zinamtii anatuliza bahari, bahari inachafuka, anaituliza, analaani mti, anasema tangu leo mtu asile matunda kwako, na ule mti unalaanika. Inafika kiwango ameketi wa na wanafunzi wake, baada ya kula ile last supper ya jioni, akaweka maji kwa besheni, akajifunga taulo kiunoni, kitambaa kiunoni, akaanza kuwaosha wanafunzi wake miguu alipofika kwa Petro, akamwambia, Petro akamwambia Petro akamwambia, huta nitawaza miguu. Yesu akamwambia kwamba kama nisipokutawaza miguu hauna ushirika nani. Petro aliposikia hivyo alimwambia, Bwana sihitaji tu miguu nioshe, hata mwili wote. Lakini Yesu akamwambia, aliyeoga hahitaji kuoga. Na alipomaliza kufanya mambo hayo, Yesu alisema kwamba mmeelewa na mambo haya niliyo yafanya. Bwana Yesu atukuzwe. Mmeelewa na mambo haya niliyo yafanya? Hebu tuangalie John chapter 13 verse 12 to 15. Nisiseme tu maneno niseme kwamba labda huyu mtumishi anaongea tu maneno ambayo hayapo kwa Biblia. John chapter 13 verse 12 to 15, John chapter 13 verse 12 to 15. Basi walipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake, na kuketi tena, akawaambia Je, mmeelewa na hayo niliyoyatenda? Ninyi mnaniita mwalimu na Bwana. Nanyi mwanena vema maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu, nimewatawaza miguu. Imewapasa hivyo hivyo kutawazana miguu ninyi kwa ninyi. Kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyotenda nanyi mtende hivyo hivyo. Jina la Bwana litukuzwe, kwa kuwa tumepewa kielelezo. Sasa mtumishi wa Mungu nanyi nisikiliza, ikiwa Yesu mwenyewe ambaye ni Bwana wa ulimwengu huu, mataifa yote yanamwabudu, alifufua wafu, alifungua vipofu macho alifika mahali akatawaza wanafunzi wake miguu, alikuwa nawaonyesha kwamba nini? Mimi nimewaacha hapa duniani mutumikiane. Hata kama kuna position za mabishop, kuna mapasta, kuna refti, sijui reverend, kuna nini lakini, uko katika position ya bishop, kutumika umtumikie yule ambaye Mungu amemleta mbele yako na unaposoma Wafilipi chapter 2 verse 5 to 10. Yesu alikuwa sawa na Mungu, na kule kuwa sawa na Mungu hakuna hakuna kwamba ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijinyima utukufu akawa mtii alipokuwa hapa duniani akawa mtii mpaka hali ya mauti, na baada hayo yote Mungu akamwinua. Kwa hiyo Mungu anaenda kukuinua leo hii mpendo unayenisikiliza Mungu anaenda kukuinua mtumishi, kama utasikiliza mafundisho haya ya kwamba mimi ni mchungaji lakini nimeitwa ili kutumika siyo kutumikiwa. Mimi ni aposto, nimeita kutumika siyo kutumikiwa. Mimi ni akibishopu, nimeita kutumikia watu siyo kutumikiwa, na Mungu atakuinua vile alivyomwinua Yesu na ndiposa kila goti linapigwa na kila ulimi unakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hiyo usianze kutumikiwa, anza kutumika na kutoa maisha yako, iwe faida kwa wengi, ili Mungu aweze kukuinua. Na huyo ndiye Mungu anayemhesabu kuwa mkubwa na mkuu katika ufalme wa Mungu. Tusishangae sana siku ya mwisho wapendwa, wakati wa Yesu kulichukua kanisa, wakati tutakapofika kwa Baba. Ulikuwa kanisani ni mtu mkubwa, ulikuwa katika inji ni mtu mkubwa, unaheshimika, lakini mbinguni hawakutambui. Wakatambua mtu ambaye, wanatambua mtu ambaye hata hakujulikana katika nchi hii ya Kenya, hata hakuonekana katika runinga, huyo akatambulika, maana yeye mwenyewe alijitoa maisha yake kwa ajili ya wengine. Ninashukuru Mungu kwa ajili, kuna wapendwa wanaosimama na nchi hii ya Kenya. Hatuwajui wajui mabishopo. Hawajui, yawezekana hata rais wa nchi hawajui, lakini wanasimama wanapiga magoti, wanamlilia Mungu kwa ajili ya taifa hili wanamlilia Mungu kwa ajili ya familia wanamlilia Mungu kwa ajili ya viongozi wa nchi, wanapiga magoti wakitubu kwa niaba ya Kenya. Hatuwajui, lakini elewa, watu hao mbingu inawatambua na hiyo ndio inayowaheshimu na inaona kwamba ni wakubwa. Hao ndio wanaweza kubadilisha moyo wa Mungu, Wanamwambia Mungu jambo na anasikia. Wale wanaoweza kubadilisha moyo wa Mungu ni wale ambao wametoa maisha yao na kutumika kwa ajili ya wengine. Hao ndio Mungu anawahesabu kuwa wakubwa. Na unajua Mungu akikuhesabu kuwa mkubwa, utamuomba Mungu atakuitikia, utamuita na atakujibu. Nashukuru Mungu kwa huo muda ambao ametupa tusemezane nawe. Ninakusihi tu katika jina la Yesu, wewe uliyepewa nafasi ya kutumika iwe ni kwa nyimbo, iwe ni mwinjilisti, iwe ni mchungaji, iwe unafanya jambo lolote katika ufalme wa Mungu, katika kanisa la Bwana, usifanye ukishindana kama vile wanafunzi walivyoshindana wa Yesu, aliwaonya akaambia kwenu haitakuwa hivyo. Tunatumika katika ufalme wa Mungu, maisha yetu tuyatoe yawe faida kwa ajili ya watu wengine. Wacha nikakuombe ili Mungu akakupe neema ya kujitambua ya kwamba mimi ni mtu wa namna gani katika ufalme wa Mungu, na utumie ile nafasi ambayo Mungu amekupatia, ili ukaweze kutumika na kutoa maisha yako iwe faida ya wengine, kama Yesu Kristo ambaye tunamwamini alitupa picha ya kutoa maisha yake yawe faida kwa wengine. Nitaomba katika jina la Yesu. Baba Mungu, katika jina la Yesu ninakushukuru tena kwa hii nafasi uliyotupa Bwana, ya kwamba umesema yule aliye mkubwa katika ufalme wa Mungu ni yule anayetoa maisha yake kuwa faida kwa ajili ya wengine Bwana Baba, ninaomba rehema na msamaha mahali popote tumeshindania position kanisani. Maana wapo wengine ambao wameshindania nafasi kubwa kanisani, wapo wengine wameshindania nafasi kubwa katika nchi hii kumbe hawakuwa na nia ambayo ni ya kutumika na kutoa maisha yao kwa ajili ya wengine, ni walikuwa na nia ili wakaweze kutumikiwa. Lakini leo hii Baba ni asante, kwa sababu kila atakayesikia neno hili ambalo Baba umenena nasi siku hii ya leo atabadilisha mwenendo wake. Bwana Roho Mtakatifu msaidie, akaweze kulipokea neno hili, akaweze kulipokea likaingie ndani ya moyo wake, akaweze kubadilisha maisha yake, akakurudie bwana ili Mungu akaweze kuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu, kama vile ulivyotupa mfano wa ile mama ambaye alikuwa anaomba kanisani. Alikuwa ajulikani pale kanisani, Bwana, lakini mbingu ilitambua ile kazi mama yule anayoifanya Bwana. Alikuwa anaonekana sio mtu mkubwa pale kanisani, haku hata na position ya asha katika ile kanisa, lakini mbingu ilidhamini kila anachokifanya, kwa maana alitoa maisha yake. Alifunga kwa ajili ya wengine wakaweze kuokolewa alifunga kwa ajili ya wengine wakaweze kufunguliwa. Alifunga kwa ajili ya wengine wakaweze kuponya, Baba. Na ndiposo ukampatia taji kubwa, Bwana. Ni asante kwa sababu ya wale ambao umewatenga na ukawachagua katika kanisa lako Bwana, iwe ni wale wanaokutumika katika hali ya nyimbo, wanaotumika katika hali ya kufundisha, katika nafasi ya uchungaji, katika nafasi ya ubishopu, Bwana ninakuomba tu, Mungu akalipokea neno hili, wakaweze kujitambua kwamba tumeitwa ili tuweze kutumika na kutoa maisha yetu iweze kuwa faida kwa wengine na ndiposa Bwana ukaweze kuwainua kama kile vile Kristo alivyokuja hapa duniani akatumika na kutoa maisha yake ikawa faida kwetu, na ndiposa Mungu ukamwinua ukamketisha mkono wako wa kiume, na ndiposa leo hii kila goti linapigwa na kila ulimi unakiri ya kwamba Yesu ni Bwana kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Alijidumisha hapa duniani ukaonekana Bwana alijishusha hapa duniani, Kristo akakufunua kwa ajili yetu. Bwana aliacha fahari mbinguni akaja hapa duniani akanyenyekea kawa mtii hata mauti, na ndiposa Mungu kamuinua Bwana. Sante kwa sababu unaoenda kuinua wale ambao watatoa maisha yao iwe faida kwa wengine, yule mwinjilisti, mchungaji, mwalimu, nabii, mitume, mwimbaji, hata wale wote wanaofanya kazi mpaka ya kufagia kanisani. Baba ni asante kwa sababu ikiwa anatoa maisha yako kwa kuwa faida kwa wengine utaenda kujidhihirisha katika maisha ya Bwana. Roho Mtakatifu, tuongoze katika neno hili, maana bila roho wako mtakatifu hatuwezi Baba. Ninaomba hayo nikiamiri katika jina kuu na takatifu la Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi wa maisha yetu Amen.